Habari za wakati huu, mtazamaji wa ITV Digital. Kwa mujibu wa habari zilizotufikia hivi punde, ni kwamba askari wa kikosi cha usalama barabarani, ambaye jina lake halikufahamika mara moja, amenusurika kipigo kutoka kwa wananchi, waliodai ame kuwa amesababisha bajaji kuwaka moto, baada ya kumkimbiza dereva wa bajaji hiyo aliyevunja sheria kwa kupita barabara ya Mwendokasi, ambapo askari huyo alibahatika kulikimbilia basi la Magereza ili kunusuru maisha yake katika eneo la Mawasiliano Ubungo, jijini Dar es Salaam.

Kwa mimi nimechepuka mita pale kibo pale, nimechepuka kidogo, kwa hiyo nikasema ngoja niutani kidogo kidogo, askari kaniona, eh, kwa hiyo kapita upande wa pili kwenye lori, tukakimbizana mpaka Ubungo bajaji

gani kwa wananchi pengine wakiwa na matokeo kama haya, waendelee kutoa taarifa. Matokeo kama hayo wapige moja moja nne zimajeshizmatonaopaje tuje kwa haraka.